Nawashukuru wana Morogoro wenzangu, tumekubaliana tumeelewana katika hilo, na mwaka ishirini ishirini na tano e, umedhihirisha kwamba e, hata kwenye tofauti za kiitikadi na nini, lakini sisi tumekuwa ni mfano wa, wa, ku, wa kuigwa, na nawaomba Wanamorogoro wenzangu kwamba tunavyoelekea ishirini ishirini na sita tuuchukue huu mwaka kama ni mfano wa amani, utulivu, maridhiano, maelewano namna ambavyo you know, hamuwezi kuwa wote wa aina moja wa mkakubaliana katika aina moja, lakini eh, kwenye yale mambo ya msingi mnakubaliana, ambayo mambo ya msingi ni maendeleo, mambo ya msingi ni amani na utulivu, na mambo ya msingi ni ya kujua kwamba huko mbele tunapokwenda, tuna kesho we we have have a future, we have tomorrow, ambayo lazima sisi pamoja wote lazima tuilinde kama mboni ya, ya jicho. Kwa hiyo mimi na nashukuru wana Morogoro kwamba mwaka ishirini ishirini na tano tumekuwa ni mwaka wa mfano e, kwa watanzania wenzetu katika masuala hayo muhimu ya maendeleo, e, amani na utulivu, maelewano, maridhiano, mambo hayo mazuri ambayo inia, e, socio political, yani maswala ya, ya, ya kijamii na kisiasa na naomba kwamba tunapoelekea ishirini ishirini na sita yawe ni mambo ambayo tunayaweka mbele kama mambo ya kipaumbele katika malengo yetu tunayotaka kwenda nayo mwakani. Barabara bara zinazo zinazotoka kwenda kaskazini kwenda kaskazini magharibi kwenda kanda ya ziwa kwenda Zambia, zote zinapita zinafika Msamvu, zinapika pale zinaunganika zinakwenda. Haya, uwekezaji mkubwa wa miundombinu ya SGR reli really, ile ndio imebadilisha sura ya Tanzania nzima. Hivi mkikaa wenzangu, mkiwa mnaona huko watu wanakaa na kutukodolea jicho Tanzania, ni pamoja na mambo hayo makubwa makubwa kama hayo. Na SGR kusema kweli, SGR hatua ya kwanza, SGR ni Dar es Salaam Morogoro, alafu ndio anakuja Dodoma, watakuja Singida, sijui Manyoni, Itigi, Tabora, lakini SGR alianza kaanza leo eh, Se ni moja ya ya ya mchongoko ile mu eh, tumekuja nayo asubuhi, imekuja na watu zaidi ya elfu moja mia sita kutoka Dar es Salaam, nusu ya watu wameshuka Morogoro, na ndio ilivyo. Kwa hiyo sisi bado eh, kama kama Morogoro ni mkoa wa miundombinu, watu wanafika Morogoro wanaunganisha na Iringa, Mbeya, Ruvuma, wapi, wanakwenda Dodoma, Singida, you have to lazima upite no Morogoro, kwayo sisi ni mkoa wa miundombinu kwenye reli kwenye barabara, na tuna uwekezaji mkubwa unafanywa eh, katika kuboresha sekta ya utalii ya airport ya, ya Mikumi. Harakati za kiuchumi Morogoro nyingi mno.